Mwenyezi Mungu kawaambia hao wanafiki kwamba wanapokuwa na wenye kuamini huwaambia, hakika sisi tumeamini, lakini wanapokuwa wao kwa wao na mashetani wenzi wao huwaambia, hakika sisi tuko pamoja na nyinyi, wale tunawafadhihaka tunawadhihaki. Mwenyezi Mungu akasema hakika Mwenyezi Mungu anawafanyia wao vihaka na atawaacha wakitangatanga na nyinyi. Nakwambieni kipindi hichi, leo nakupeni siri, leo nakupeni siri, tutaandika moja moja. Sasa wakati umefika, tuliambiwa sisi na mnakumbuka wengine tukikupenda sombeni Suratul Munafiqun. Kila mnafik hata anajimbika joho atajiandika mwenyewe mbele mwenye ya umma, mnawaona leo wanapoadhirika. Si sinawana wewe, unafanya dua, unapanga dhuma na wizi na kudhuru watu, halafu unataka Mwenyezi Mungu awe mshirika wako katika dhuma. Mnamchezea Mwenyezi Mungu atawajalia mtatangatanga. Tarehe 29 Oktoba mkitahamaki, Rais Othman Masudi kachukua nchi inshaallah. <laughs> la pili, la pili, salamu yangu ya pili, nafikiri mara hii mmeshuhudia, mmeshuhudia kwamba hatujakaa hata siku moja juu ya jukwaa tukakwambieni kuna pangwa hili au kuna pangwa zile. Msipikiri hatuyaju yote, yanayopangwa kuvuga ya mestawi yametulia. Nawambia tume za uchaguzi, hala hala mti na macho, hala hala mti na na hapo, mengine tutawapelekea kwa maandishi. Nyinyi tulieni rahasi, kwa raha zenu, tutapiga kura kwa amani, tutahesabu kura kwa amani, tutatangaza matokeo kwa amani, watatangazwa washindi kwa amani, tutamwapisha Osman Masudi kwa rais wetu kwa amani, kisha tuwakaribisha CCM katika serikali ya umoja wa kitaifa.